Aise, mambo vipi, karibu ah, tena kwenye, kwenye ishu yetu ya, ya mambo vipi kama kawaida. Sasa ile ishu ambayo tuliongelea uh, kipindi eh, eh, episode iliyopita tulizungumzia hiyo misiba inayotokea ya, ya watu wa diaspora um, wakifariki huku. Lakini sasa, sasa hivi kuna ishu changamoto nyingine kubwa ambayo inawakamata watu wa diaspora, ni kwamba sasa unapata msiba nyumbani, yani ile umefiwa nyumbani inakuaje? Na na, na msiba ina, inaendaje? Kwa sababu msiba ya watu unaweza kufariki ukafiwa na watu tofauti e, tofauti wa aina tofauti tofauti, au na ukaribu wa tofauti tofauti na wewe. Je, umefiwa na ndugu labda, kwa mfano umefiwa na, na mzazi au umefiwa na nini ule ndugu wa namna gani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio hivi tunaenda kuongelea na ishu zote ambazo zinawapata zina wa watu wa diaspora wakiwa wamefiwa na ndugu zao nyumbani tofauti. Hii ni Mambo Vipi. <tune> Sasa um, jinsi ya kuzungumzia ni kwamba tu, tukubali au tukatae. Unajua jinsi kufiwa kwanza, kufiwa kwanza kupo tu, kila mtu anafiwa, lakini pia kufiwa inategemea na, na na na nani ame, umefiwa na nani, hiyo tukubali au tukatae, kwa sababu katika undugu um, katika undugu au namna gani, ni kwamba kuna kuna namna yaani kuna kuna ndugu wa, wa karibu sana, kuna ndugu ambaye sio karibu sana kuna ndugu wa damu kuna ndugu wa kufikia, umeona, na hao na, na watu wote wakifariki au ya misiba yao ikitokea, e, mtu ambaye yuko diaspora ana anaitreat tofauti anaitreat tofauti, kwa maana ya kwamba haina resources atazo commit maamuzi e, atayochukua kutokana na huo msiba, atasafiri au la, umeona, vitu vyote hivyo vinatokana na Um, na jinsi urafiki au undugu au, au, au, au, au ukaribu uliopo kati ya huyu e, mtu wa diaspora na mtu ambaye amefariki nyumbani. Mara nyingi ni kwamba misiba ambayo, yani huwa inakuaga aina discussion, unakuta mtu tu amechukua uh, reaction chap chap. Ni misiba ile ya watu wa karibu sana, unajua ndugu wa karibu sana um, mama, dada, kaka mdogo Umeona e, hata kama ni mjomba, kama unaweza kutani mjomba labda ndo ambaye alikulea, au labda ni ba mdogo ambaye alikulea, yani ule mtu ambaye au mlikuwa wote, unaona anaweza akawa ni shangazi, anaweza akawa ni cousin, lakini ule ukaribu ulikuwaje na, na mara nyingi watu wanakuaga wako wako wazi kwenye hilo. Changamoto ya kwanza kabisa ni, ni, ni kusafiri. Umeona. Kusafiri, nitazungumzia kuhusu na hela pia, lakini jinsi ya kusafiri kwa sababu e, mazishi kwa, tuseme kwa sababu jamii zetu kama tunavyojua, kwa mfano kuna, kuna, kuna jamii za Kiislamu ambazo mazishi ni pap kwa pap. Umeona, mtu akifariki na bila the next day amezikwa moja kwa moja hapo ni, ni changamoto kubwa sana ya kusafiri ya watu wengi sana, kwa sababu eh, hata kama mtu akiamua kwamba okay, sawa nimepata taarifa sasa hivi, kitendo tu cha kuchukua kutafuta tiketi kwa mfano kinaweza kikachukua siku nzima ina eh, maana kwamba kama mtu amepata taarifa sasa hivi tuseme labda ndege leo au yenye ni ni, ni au, au ye, ye, connection chache kwamba utawahi kufika, unaweza ukapata ndege leo, lakini unakuta ndege nyee masaa thelathini na mbili na kupata ndege ambayo ni ya masaa machache unaweza usipate. Kwa hiyo hilo ndo changamoto ya kwanza sa, kubwa sana. Kwa hiyo na inamaana kwamba ile, ile kwa ile speed ya mazishi ambayo inafanyika Afrika kwa zile familia ambazo hawawezi kusubiri eh, watu wengi wana wana hii wana fall out of hiyo time, kwa hiyo wanarudi nyumbani wanakuta wa, wa, wa, a wa, ndugu zao au wa, watu wao wame wameshazikwa umeona e? Kwa hiyo watu wengi tuseme tukichanganya, chukua kama nusu yani, ambao tuseme ni, ni jamii ambao ni watu ambao ni, ni, ni waislamu wengi wa, wakija wa kuhudhuria na kuja kuhudhuria mara nyingi msiba ambao yani siku mbili tatu hivi zilizopita mtu wake amezikwa, na wengi sasa, kwa sababu kama hiyo, unakuta kitu ya kuzikwa ni inaenda haraka haraka kwa sababu tena hamna cha kukiwai. Kwa hiyo mtu anaamua pia avute vute, atafute yani, atafute ndege nzuri ambayo itakuwa ni rahisi labda na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaweza kukuta akaja hata wiki baadaye, umeona. Kikristo kuna utaratibu wa waku, kusubiria e, watu wanaweza kawapa nafasi kwamba bana e, umsiba utakusubirieni. Kwa hiyo unakuta watu wengine wanaamua kujipanga taratibu, kama ulikuwa una hela basi mtu anatafuta, unaona. Kwa hiyo unakuta hivyo na hivi, kwa mtu anafanikiwa kuja kumzika mtu wake. Sasa hiyo hiyo tu tumezungumzia katika ile tu kusafiri, uwezo wa kusafiri kutokana na umbali na muda ule wa kuzika. Sasa hizi safari zenyewe hizi kwa sababu ni safari za ghafla, eh, tunajua kabisa jinsi mashirika ya ndege yanavyofanya kazi. Mashirika ya ndege yanavyofanya kazi ni kwamba jinsi safari inavyokaribia ndo tiketi inavyokuwa ghali zaidi, eh, jinsi safari inavyokaribia ndo tiketi zinakuwa chache zaidi. Kwa maana kwamba kama kama kuna ndege tuseme, labda tuseme kama hapa Copenhagen kuna KLM ilikuwa inatoka mara nyingi, unakuwa na KLM labda moja inatoka hapa inaenda Amsterdam, na na hub kubwa, labda tuseme, ya kuconnect kwa Tanzania ni Amsterdam. Ndege chache sana unakuta zinatoka hapa zinaenda Amsterdam, si ndio? Kwa zile ndege, jinsi muda unavyoenda zinajaa, kwa hiyo zinavyojaa unakuwa hauna option, yani baadaye unaweza kukuta unaangalia ndege ya kutoka hapa, ndio kuna ndege inayotoka saa 5 saa 10, lakini hakuna nafasi, umeona. Na kwa sababu ishu nyingine ya gharama ni kwamba, kwa sababu kama hivyo hiyo ni ghali pia. Kwanza taarifa imekuja ghafla, alafu alafu ni ya ghali kwa sababu ikija ghafla, maanake inaweza ikaja katika tarehe ambazo we una hela, ulikuwa ujajipanga, kwa sababu huwezi ukajipanga msiba. Msiba ni vitu ambavyo vinatokea, na unaweza ukauzi huiwezi ile tiketi kuinunua, umeona. Kuna namna watu wengi tunasaidiana huku diaspora, unaweza ukacheki watu wako na nini na nini, na mara nyingi tu mtu anaweza anaweza kukusaidia. Mimi nakumbuka nilivyofiwa ni na bro e, m, kuna mshikaji wangu tu alinisaidia, alilipa, alinipa chunk kubwa ya ile hela, kwa kwamba ananiambia bana, lakini hela mimi yani sio yote nataka nikuchangia, lakini nitakupa nunua tiketi, afu kama washikaji wakikuchangia utanirudishia. Kwao kuna ile kusaidiana, kwamba bana, wewe unatakiwa kuondoka nataka kuondoka, na kutokana na mtu ule ambavyo ukaribu kuna ile mtu nataka yani. Unaona, mimi nilivyofiwa na bro um, na, yani yani tu uondoke. Nilikuwa naenda kupanda train somewhere, niko kwenye kituo cha train yani. Lakini sasa pia challenge nyingine kubwa ni kushindwa kabisa kurudi nyumbani, kushindwa kabisa kurudi nyumbani watu sio wachache, kwa sababu unaweza ukahisi ni watu wachache. Watu wengi sana wanashindwa kabisa kurudi nyumbani. Inawezekana ishu sio hela, inawezekana ikawa ishu sio kishu kingine chochote, ishu yake labda ni makaratasi, kwa sababu tunajua wako watu ambao ni undocumented, hawana vibali vya kuishi kwenye hizo nchi wanazoishi. Kwa hiyo kwa kukosa vibali, akiondoka hawezi, ina maana kwamba akiondoka hawezi kurudi. Umeona? Um, sasa unakuta mtu ndo livelihood yake iko huku, maisha yake yako huku na hivi na hivi na hivi. Unakuta hata kama amefiwa na yule mtu ambaye ni wa karibu sana, basi unakuta tu yani hata kuondoka hawezi, ambao ndo kitu ambacho ni very sad kwa kweli yani. Mtu unakuta mtu amefiwa na mamake, amefiwa na babake, amefiwa na mtu wake aliyemlea, amefiwa na dada yake, amefiwa na mdogo wake, kaka yake, lakini unakuta hawezi kuondoka kwa sababu akiondoka, basi hiyo ndo inakuwa one way uki, ukirudi milango milango imefungwa, unaona ukiachia sasa hiyo ya kwamba hiyo hiyo ishu ya makaratasi ambayo ambayo ishu ya makaratasi yani ki ukweli, ni, yani kitu ki, tutakijadili tena hapo mbele, ni kitu ambacho kinasikitisha ni kikubwa na kinasikitisha, lakini kuna ile tu yani kawaida yani kwamba ume, umepata msiba sasa, kuna ile inatakiwa uondoke, umeona. Sasa kuna ishu za kikazi, wenzetu nchi nyingi za diaspora hawachukulii msiba kama ambavyo tunachukulia sisi, hawalii msiba kama tunavyolia sisi, yani msiba kwao ni kitu ambacho kiko ni kifupi yani kwamba hivi siku fulani tunazika, na kwa sababu, kwa sababu unakuta vitu vingi serikali inasimamia kuhusu yani ile m... m... maiti na nini na nini na nene. Kwa jukumu lao, ni kuja tu kwenye kushiriki, eh, kushiriki kwenye kwenye kwenye msiba. Umeona kama issue ndio iko hivyo, basi unakuta ni kwamba yani, kwetu sisi inakuja kutu impact kwa sababu sisi tushazoea kwamba ukiwa ni msiba basi ile unaruhusiwa nenda yani, unajua kajiachie. Lakini huko unaweza ukaambiwa bana, ah, una msiba unaenda kuzika, yani ni lini mazishi? Ha, mazishi tarehe tano, basi mtu anakwambia basi poa, utaondoka tarehe tatu alafu inatakiwa tarehe saba uwe umerudi kazini kwa mfano. Sasa sawa, hiyo kwa mfano kama ungekuwa mtu unatoka unatoka Mbeya unaenda Arusha, hiyo unaweza ukasema kwamba basi sawa, haina noma na washa hapa faster, au nikichukua ndege masaa mawili saa moja Dar, saa moja Mbeya nimesha nimeshafika na naenda kushughulika na msiba, lakini kumbuka ni safari ambayo inabidi ujipange, yani unasafiri kuna siku nazipoteza njiani kwa ajili ya kusafiri na inabidi ufanye mazishi na kurudi, umeona, ambapo sasa hapo inakujaga tena ina, inaleta ina inaleta issue mm, mm, msala mkubwa. Ah, hizo pressure za kazi, watu wengine hizo pressure za kazi inakuwa ni, ni, kubwa zaidi hadi zinawabakisha mtu mwingine anaweza, unaweza sijui labda umeajiriwa na mtu gani, anaweza akakwambia kasa bana, huwezi kupata likizo kwa muda mfupi. Inategemeana na kazi unayofanya, kuna watu wanafanya kazi ambazo yani unakuta ni critical yani, hawezi akachomoka tu, umeona um, e, anashindwa ana kwenda kuhudhuria e, msiba labda na vitu kama hivyo. Sasa kama ni msiba ambao unakuta hawezi hawezi ku, kumsubiri kwa hiyo inakuwa e, ni changamoto kubwa sana kwa wengi. Lakini sasa ukiachana na hivyo um, changamoto nyingine ni kwamba sasa umeshaenda zako umeshaenda zako e, Tanzania umeenda zako Kenya unakuwa sasa na muda mfupi, kwa sababu mara nyingi tunavyokuaga tunafanya, mara nyingi tunavyokuaga tunafanya eh, hii misiba ni kwamba kama kwa mfano labda tuseme kama ni mzazi wako amefariki, wa sindio? Kunakuwa na ishu ya kunakuwa na ishu kwanza, mnakuta mnafanya hivyo kifamilia ki, inabidi mkae, kuna mambo ya kifamilia mkitoka hapo, sijui kuna mambo ya paperwork, kuna mambo ya mirathi, ona. Kwa hiyo vitu vyote hivi vinakuta vinahitaji muda. Na wewe unakuta ni mtu ambali basi watu wanakupa nafasi ili uwe na wewe na mawazo yako au anataka na wewe ushiriki na vitu kama hivyo. Lakini unakuta unaweza ukawa na muda mfupi hadi ukashindwa kushughulikia hivi vitu ambavyo ni vya muhimu. Ukashindwa kushughulikia issue za za mirathi, unaona. Ukashindwa kushughulikia um, uh, issue nyingine zote yani ambazo ni za muhimu ambazo ungeweza kuzifanya kama ungekuwa huko kule kwa sababu una muda mfupi. Ndo, ndo kitu kingine watu wengi na wanakutana nayo ni kwamba mtu anaenda basi, inabidi alie msiba chapchapu, amalize msiba chapchapu, huku anaangalia anaangalia kalenda ili kuwahi kurudi, kwa sababu maisha nayo inabidi yaendelee. Umeona, challenge nyingine ni kwamba katika hiyo hiyo ya umbali ni kwamba sasa unataka umefiwa, ume na babu yako unataka, na baba yako au sio bana, unataka kwanza ni gharama sana, kwenda we mwenyewe tu peke yako, hiyo haraka haraka. Lakini sasa hapo unakuta labda una watoto na nini kwao, unakuta watoto wengi, generation nyingi hazihudhurii misiba ya babu zao bibi zao, kwa sababu hizo, kwa sababu ya umbali, kwa sababu ya likizo shule, kwa sababu ya kwa sababu huko hawezi wakakubalia tu kwamba unamchukua mtoto likizo unaenda naye, yani umeona. Kwa hiyo, kwa hiyo inakuwa ni vihunzi vi vingi, kwanza inabidi ushughulikie cha kazi kisha ushughulikie cha eh, ee, cha shule kisha baada hapo uje ushughulike kiunzi cha cha, cha, cha nauli. Nakumbuka kwamba nauli ya watoto na wenyewe wanalipa hizo hizo watu wazima. Kwa hiyo ukisema uchukue familia nzima haiwezekani kwao. Unajikuta kwamba mara nyingi sasa wanaoshiriki ni kwamba unatoka una familia na wajukuu ambao labda wajukuu labda baba yako au jukuu mama yako, na inabidi uondoke wewe tu mwenyewe kutokana na kwamba hamuwezi ku, ku, ku, ku, um, kumudu hizo gharama za za kusafiri uh, familia nzima. Umeona wapo labda wanaoweza kumudu, na kama unaweza kumudu that's good for you na nini, lakini hapa nazungumzia ile general kwamba watu wengi, watu wengi sio kitu ambacho wanaweza tu akamudu aya, kusema abebe familia nyingi nzima aende nayo aende nayo nyumbani kwa ajili ya kwenda kulia msiba. Challenge nyingine ni kwamba sasa huu msiba umekujia ghafla na kila mtu umemjia ghafla kama hivyo, sasa wewe unakuwa una gharama mbili, kwanza hiyo gharama niliyoitaja ambayo ni gharama kubwa sana ya kusafiri lakini pia unakumbuka kwamba kitu kingine ni kwamba inategemeana na jinsi ambavyo ulijiposition, eh, na inategemeana na familia yenu ilivyo. Tuseme kama wewe ndo mtu pekee labda ambaye u katika familia yenu ndo unaishi Marekani au ndo mtu pekee unaishi Uingereza na nini, kuna ile tendency ya kwamba sasa watu wanakuangalia wewe, umeona. Kwa hiyo ina maana na wakiwa wanakuangalia wewe kuangalia wewe tu kwa kwamba ndo uongoze au ufanye nini? Hapana, wanakuangalia wewe manake financially na wanakuangalia nini. Kwa hiyo unakuta zile gharama pia za kuurani ule msiba, umeona, za kuurani ule msiba ili ili uende basi, inakuwa zinakuangukia wewe, mtu wa diaspora, umeona kwao. Na kama unavyojua misiba, kwa mfano kama misiba yetu ya Kinyakyusa ni misiba ambayo ni ya gharama sana, kwa sababu watu wanakaa muda mrefu, umeona na kuna misiba wengine watu wanafanya misiba ambayo inakuwa ni gharama sana na vitu kama hivyo kuna na sasa hivi kama unavyojua misiba yani inakuwa ni kama wengine wanafanya extravagant ekstra, inakuwa ni majeneza ya gharama kubwa, umeona, vyakula watu wanakula na kusaza, unaona, kwa vitu kama hivyo lakini uzuri ni kwamba tuna nyumbani tuna, tuna, utamaduni wa ku wa kuchangiana. Kwa hiyo kidogo unaweza ukapata ukapata msaada huo kutoka kwa watu majirani na nini ambao wanaweza wakachangia au kama huyo mtu ambaye alifariki pia alikuwa na network na nini na nini, basi unakuta hela nyingi pia inatoka huko. Kwa hiyo angalau mzigo unaweza kupungukia, lakini mwisho wa siku ni kwamba kama kama ilikuwa ni familia ambayo haiko linked namna hiyo na, na wewe ndo mtu pekee ambaye umetoka huko ughaibuni si uko wapi, basi unajua unajiandaa unajianda kabisa kwamba mzigo wote mzigo wote unakuangukia wewe, unaona no. Sasa hapo gharama mbili, mara mbili kwao. Ndo ndo maana hivi vitu mara nyingi tunakwaga tunaongeaga na watu kwamba ni vizuri kujipanga, yani at least, yani either una, una savings kiasi gani, au unaweza, kuna hela fulani ya ghafla unaweza kukopesheka, yani unaweza kukopesheka dola elfu kumi hapa chap -chap, na kwa, kwa ya kwa yako, yana discipline ambayo kiasi kwamba sasa hivi unaambia benki yako wakupe dola elfu kumi uwe unakopesheka yani, sio sio sio una, una, unakuwa na emergency hapa, unawapigia sim benki yako wanakata kwanza, wataki hata kukusikia kitu kama hicho. Kwao ni kukwepa ni kukwepa kwepa hizi madeni madeni, kukwepa kwepa hizi credit card za ovyo ovyo na vitu kama hivyo, kwa sababu kama uwezi kusave basi but, but, but, at least hakikisha kwamba unaweza ukakopesheka ile haraka haraka. Ukiachana um, na hilo sasa kuna, kuna, kuna, kuna issue ya kutuma hela kwenye sio issue ya, ya, ya, ya isi sana kwa sababu kumbuka sasa, hapa unakuta mtu amefariki na nini na nini, na wewe kama, ndo hivyo nilivyosema, wewe ndo ninja unategemewa, basi inabidi unakuta unabidi utume hela haraka haraka, umeona? Um, kutuma hela ni gharama kishenzi. Watu tu huwa anajaribu kwa mara nyingi, mtu anavyotumia hela, mimi kujaribu kuambia gharama una, za, za kutuma hela, kutuma hela ni gharama kweli. Kwa hiyo unakuta kwamba ukiona tuma, tuma hela vile unapoteza pia hela ambayo, zile charges zile ambazo unalipa, katika kupoteza. Basi, unapoteza ile hela ambayo ingewezekana ingewezekana kusaidia Eh, mazishi kwa hiyo ni changamoto pia kwamba yani watu sawa, umepata umepata tatizo na nini, lakini namna ya kuhakikisha kwamba hizi funds zina zinaenda na muda mwingine, na muda mwingine hata hizi apps za kutuma hela hizi, wakishaona umeanza kutuma hela nyingi nyingi haraka haraka, mara wamekublock, wamekuweka kwenye compliance, kwa sababu wanakuwa wana uhakika unafanya money laundering au nini. Kwa hiyo unaweza kukuta vitu vingi vikakwama kutokana na hizi hizi changamoto za za za kimtandao yani, umeona changamoto za kimtandao kuweza ku, Eh, kuwafikia ndugu kule, kuwa, au kuwafikishia resources ndugu ambao unajua kwamba wanahitaji hizo resources umeona. Lakini pia umeishi na watu huku miaka 30 miaka 40 umeona hawa ni ndugu zako wamekuwa, yani hawa diaspora wenzako waliokuzunguka wamekuwa ni ndugu zako, na inawezekana unarudi kwenye msiba, unaenda kwenye msiba wako huko watu, kwa sababu unajua jamii zinabadilika, unakuta katika ule msiba watu wote hata huwajui, umeona watu kwenye huo mtaa ambao labda alikuwa anakaa mamako, alikuwa anakaa babako, wamebadirika. Unaona, kwa hiyo unafika pale wenyewe wanakuangalia hawakutambui, na wewe unawaangalia huwatambui. Umeona eti na, na, kwa sababu hii, hii diaspora community, ndo community ambayo wewe umeishi nayo miaka mingi. Unafika pale unajikuta uko mpweke. Unajua kwa sababu ni vigumu sana kusema eti mtu eti umefiwa afu yani, mara chache inatokea watu wanasema nitamsindikiza rafiki yangu amefiwa na babaake, nitamsindikiza rafiki yangu amefiwa na mamake lakini kutokana na majukumu ya kazi, majukumu ya kifamilia na vitu kama hivyo, watu hawafanyi hivyo. Kwa hiyo unakuta mtu unasafiri peke yako em, sasa pale unafika unakuwa mpweke pia, kwa sababu hawa watu ambao ndio umewajulia ukubwani, lakini sasa ndio wamekuwa kama, wamekuwa kama ndugu zako unaona. Kwa hiyo unakuwa unapata hizo impact za ki, za, za, za, za kihisia na, na, na vitu kama hivyo Umeona, kwa hiyo mara nyingi watu watu watu wakipataga wakipata hizi misiba yani wanavyoenda wan, wanajiona unaweza unaweza una, ukajiona una, mpweke kwa kweli. Naweza nikazungumzia hilo mimi um, mimi binafsi umeona. Alafu kuna kitu kingine, hii misiba inategemeana na mtu pia. Kama ndivyo nimesema, inategemeana na mtu amefariki vipi, unaona. E, kama kama mtu unakuta alifariki labda kwa kwa ajali kwa mfano Eh, au, au mtu alifariki labda kwa, kwa ugonjwa kitu fulani na nini na nini, mara nyingi sisi watu wa diaspora huwa tunaanzaga ku compare na huku, alafu tunaanza kupata stress kwa sababu unajua jinsi ambavyo unajua kwamba unaweza kuta kitu kilichomuua, unajua kabisa huku kisingeweza kumuua mtu. Eh, kutokana na healthcare ilivyo. Sasa ile pale inafikaga mtu anaanza kujiona guilty yani, yani unaona kama vile wewe kuwepo kwako huku labda ungeweza basi ku bridge hiyo gap ya ile kitu ambacho ndugu yako amekosa ndo kimemuua na huku ilipo. Kwa hiyo ni vitu lakini ni vitu, vitu ambavyo hauna navyo control, ila ila vinaleta vinaleta vinaleta vinaleta stress, unaona vinaleta ile sense of guilt, kujisikia yani kama vile eh, una makosa pia, umeona. Kwa hiyo mtu unafika, una, unabaki, una, una, una maumivu. Na kitu kingine ni kwamba yani una, una compare sio mimi nitazungumzia mimi binafsi ambavyo nilifeel ni kwamba wakati najua wakati wakati, wakati bro wangu anafariki si ndio, mimi nilikuwa niko sehemu na na enjoy na watu. Hiyo kitu hadi leo bado haijakaa sawa na mimi kichwani, kwa sababu yanaona kama vile ilitakiwa niwe pale, kama vile ilitakiwa niwe pale, na kama ningekuepo na hisi kama ningeweza kufanya mabadiliko fulani hivi, yanahisi kama yani, ambavyo ningekuepo ningekuepo hospitali na ninahisi kwamba labda ningepushi fulani ambavyo angetibiwa asingefariki. Kwa hiyo hizo ni guilt fulani ambazo watu wa diaspora kutokana na ule umbali na kutokuwepo, unakuta watu wanakuwa wako nazo kwa muda mrefu. Um, wanalia nazo peke yao na support system zao inategemea na jinsi ambavyo ambavyo mtu unadili nayo lakini japokuwa, wengi nashauri bora uende ongea, na ukiona una kitu kimekaa kimekaa na nini nini, nenda nenda talk talk to someone, umeona alafu kwa kwa mwanaume pia ni poa kulia. Unaweza ukalia tu, au ukatoa vile vitu vyako ambavyo vimeenda, ni lia, afu maisha yakaendelea, kwa sababu baada hapo pia inabidi kuna watoto, inabidi kutekea, kuna familia wanakuangalia, kwa hiyo uwezi uwezi tu ka uka, ukaanguka ile mazima alafu na, na ukashindwa kunyanyuka. Umeona. baada hapo nakuja ni kwamba kuna ile inakuja jukumu la kwamba bana wewe, aya, msiba umetokea na vitu kama hivyo. Umeona. Sasa wewe ndio inatakiwa uwa console hawa watu, tuseme wewe ndio head wa familia, au sio? kwa watu wanaona, wana kuangalia wewe kwa ajili ya ku, ya kuwa console kwa sababu hauna muda, umefika pale umefanya hivi, mnakuwa mjapata ule muda wa kusema mtakaa muongelee umsiba au msherekee maisha ya mtu ambaye amefariki, umeona. Kwa hiyo sasa kinachofuata sasa ni kwamba huyu mtu anaondoka na ana safari safari, anarudi alafu nakuta, ndo mnaenda mnaanza kukaa sasa kwenye WhatsApp, kwenye Zoom, umeona, yani kujaribu kufarijiana kupitia kupitia hizo vitu kwa honi, teknolojia ambazo imesaidia kwa kwa barua yani. Yani, watu, watu, yani, ma, kwa, kwa mfano kama kuna issue za na nini, nini mnaeza mkaunda mka maongezi yakaendelea kwenye group na vitu kama hivyo mkaongelea na mkapanga mipango ya familia na vitu kama hivyo, afu vitu vikaenda vika um, uh, vikaenda poa. Lakini lakini, obviously ni challenge, unajua kwa sababu ni tunashukuru tu kwamba kuna teknolojia ambayo ina um, inakuja ina bridge your gap. Challenge nyingine ambayo ni, ni, ni obvious ni kwamba ni jinsi ya kuambia wat, watoto kuhusu kifo cha babu bibi, au, au, au, au mzazi wako na kitu kama hicho, kwa sababu kwanza obviously, kutokana na ile issue ilivyo ile umbali ni kwamba unakuta watoto wako au au nani hawapati muda mwingi wa kukana bibi au babu yao, umeona? Kwa hiyo, toka mwanzo unakuwa una challenge ya kujaribu kuwa eleza kwamba bibi ni nani, babu ni nani, bibi ni nani, babu ni nani. Kwa hiyo, unakuta watoto na wenyewe wanakuwa na struggle, wanajitahidi, wanataka ku catch up, umeona? Inaambia unafanya hivi kama mimi ninavyofanya, onyesha picha na nini hapa na pale, pigia simu bibi, ongea na bibi, sema shikamoo bibi, vitu kama hicho, yani ili kujaribu tu kutengeneza ile ile ile connection iendelee kuwepo, umeona? Sasa ikitokea issue ya vifo na vitu kama hivyo, wao watoto, unajua watoto emotions wanashindwa kuelewa. Watoto wana, wana emotions kali, lakini pia mtu ambaye unakuta labda alikuwa hawaona ni naye awamuoni yani, wanakuwa wanashindwa kuelewa wa react vipi, kwa hata wewe, jinsi ya kwenda kuwaelezea ili waweze kuelewa ule uzito wa, wa kitu kilichotokea, inaweza ikawa inaweza ikawa challenging kidogo, unaona no, unakuta yani wani, yani watoto hawaelewelewi kwamba sasa vipi, yani bibi, mbona bibi, mbona mzee analia, alafu babu anayemlilia mbona sio kama vile ayuko sana kwenye maisha yetu. Kwa sababu unakuta watoto kama ni wadogo hawaelewi, yani hiyo, hawana hiyo uwezo wa kuprocess kwamba bana, huyu mtu anaukaribu fulani na, eh, na, na, na, na mzee wangu au anaukaribu fulani na mama yangu, kwao unakuta Um, na, na, na, na baadhi wengine watu wengine sasa wa diaspora unakuta unaweza una kuta, yani, kama mtu alikuwa na mipango fulani hivi kuwekeza kwenye kitu fulani kufanya kitu fulani kikubwa na nini, sasa ile mipango yote inayayuka kutokana na msiba, kwa sababu unakuta labda kama mtu ulisave uliweka hela ulifanya nini, sasa ndo inabidi ulikuwa unasubiri labda mwakani ndo, eh, shughuli ianze, basi unakuta unatokea msiba, ile mpunga yote unaenda kwenye hiyo shughuli. Na, na, na, na mambo na mambo mengine yanakuwa yanakwama, umeona, masharti ya employer ndio ile nilizungumzia hapo hapo hapo hapo nyuma kwamba waajiri wengi hawanaga hiyo kama Afrika, kwamba bana we nenda alafu ukienda alafu ukirudi tuta, tutajua. Hapana, yani kwamba likizo likizo, bado watu watu wako strict kutokana na jinsi ambavyo wana, wana, wanafanya wao. Kwa unaambiwa tu bana, yeye labda unapewa unapewa wiki na nini na hiyo kama ndio yeye bana, wiki hivi na hivi lakini sasa hivi at least kuna, kuna hizi mambo za, za ku work remotely. Kwa hiyo kama mtu una, una bosi mwelewa anaweza akakwambia bana, basi wewe nenda afu utafanya kazi huko huko. Tushaona watu ambao wanakuja kwenye msiba afu analia mchana afu usiku inabidi aende awashe kompyuta afanye kazi. Kwa hiyo vitu kama hivyo, at least sasa hivi kuna hizi ishu za hybrid ambazo unaweza zikakuongezea siku, lakini kama unafanya kazi physical ambayo unatakiwa uwepo na vitu kama hivyo, basi unaweza ukakuta ukabaniwa na muda ukawani mfupi umeona. Na, na, na ni vizuri kujua kwamba, hii ni muhimu kujua kwamba yani kuwepo mbali haimaanishi kwamba hukumsaidia mtu eh, kama alikuwa ni mgonjwa amelazwa na vitu kama hivyo, kwa sababu inawapaga sana baden watu wa diaspora, na najua kwamba ule mchango ambao ulitoa, yani hata hata hata, hata kama hata kama ulituma hela ulituma hela ya dawa na nini, mchango ambao unaweza kutoa ulikuwa ni mkubwa zaidi kuliko labda hata kuwepo pale, kwa sababu mtu unaweza kuwepo lakini kama dawa hazipo, pia i make sense, umeona kwao ile ile ile jaribu kudili yaani, watu watu nyewe wa diaspora, sana sana, jaribuni kudili na ile ile uchungu na guilt, ili kujaribu ku isiwafanye mwe miserable zaidi, kwa sababu unajua baada ya msiba unataka una, una ku, kuwa strong. Baada ya hapo hutaki kuwa miserable zaidi, na watu hata wanaofariki sidhani kama wanataka mtu afariki afu akuachiani we nawe ndo maisha yako yaporomoke kwanzia hapo, na hakika nikawa tunaweza kuwarudisha na kuwauliza, angesema bana, wee we songa na maisha yako, focus na familia yako mona. E, kwao, kwa tukisummarize, kwamba kwamba kitu kikubwa hii hii nani inaleta hizo pressure na inaleta inaleta hizo issue za za za za, za fa, yani financial shake up kwao, unakuwa utayumba kidogo kifedha, hiyo hiyo ni kitu ambacho ipo umeona, lakini kuna kitu kingine sasa kingine ambacho huwa familia unakuta familia huwa zinaletaga lawama na hizi familia huwa zinaleta lawama kwa, kwa watu wa diaspora kusema bana hawashiriki au hajaonyesha upendo, kwa sababu unajua, hizi familia zinakuwa hazielewi hizi changamoto ambazo hawa watu wa diaspora wanaopitia na, na kweli kama uelewi hizi changamoto unaweza ukaona huyu mtu anaringa, mbona tumemwambia mtu amefariki leo, anasema ah, mimi siwezi kuja, nakuja wiki ijayo. So, unajiuliza wewe uwezi kuja mbona amefiwa na, unajua, kwa mtu ambaye haelewi situation unazopitia anaona kama vile wewe una unaleta unaleta mambo ya ajabu kwenye kwenye vitu serious, umeona? Au hauna upendo wa kweli au ni nini ambao sio sio sio kweli, umeona? Hizi lawama hizi zinafanya watu wanaumia zaidi, kwa sababu mtu anaona kabisa hizi lawama haziendani azizingatii ile hali halisi ambayo ipo na, na, na, na, na, na vitu vinavyoniface. Kwa hiyo unakuta mtu yani, yani anakuwa anapitia wakati mgumu zaidi. Kwa hiyo hizi hapa hizi ndo issues yani ndo issues ambazo zina tu face watu wa diaspora tukiwa sasa tumepata msiba nyumbani, ukiwa umefiwa na mtu wako wa karibu. Najua kuna vitu vingi wengine vingi sana ambavyo labda watu wengine wana face na vingine ni, ni specific kwa mtu, lakini unaweza kuta vingine ni general. Kama kuna kitu nimekimisi hapa au kuna kitu sijakielezea shuka kwenye comment. Um, afu jaribu kushusha comment, tutajaribu na jaribu sana, najitahidi sana kujibu kila comment Em um, lakini pia ch eh, chukua hii video share, uh, subscribe. Wewe mwenyewe pia share, afu afu wasambazie wengine, ili waweze waweze kujua at least kujiandaa hivi vitu ambavyo vinatokea, ili tuweze kujua wenzetu wa huko wanapitia nini. Lakini pia eh, uweze kuelewa pia na wewe mwenyewe unapitia nini. Umeona wewe mwenyewe kama mtu wa, wa, wa diaspora unapitia nini, lakini na wewe mtu wa nyumbani ujaribu kuelewa watu wa diaspora wanapitia nini na vice versa. Kwa hiyo kwa ni informative video tuseme. Mimi naitwa Tovuti na hii ni Mambo Vipi.